Na mtazamaji, ni unawasa kwenda kuangazia michezo na burudani, ambapo tunaanza na hili. Wasimamizi wa ligi kuu soka Tanzania bara na ligi ya Championship TPLB imepongeza na kushukuru jitihada za mdhamini um, mkuu wa ligi hizo wa kuzifanya kuwa bora na zenye ushindani wa hali ya juu kutokana na uwezo wa vilabu hivyo kujiendesha na kujisimamia kupitia uwezo wa kiuchumi kuwa mkubwa. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu hayo yameelezwa na makamu wa pili wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya ligi TPLB Steven Mguto, katika hafla ya kukabidhi ubingwa wa ligi daraja la kwanza kwa timu ya Mtibwa Sugar ya mkoani Morogoro iliyotwaa ubingwa huo na kupanda ligi kuu kwa msimu wa 2025 2026 sambamba na timu ya Mbeya City, hafla ambayo iliambatana na mchezo kati ya Mtibwa Sugar na Mbeya City uliomalizika kwa sare ya magoli mawili kwa mawili. Furahi kwamba ligi yetu imekwisha vizuri bila matatizo yoyote, na hii ni ligi ambayo haikutusumbua sana hata kwenye eh, kamati yangu ya masaa sabini na mbili eh, tumekuta ni ligi ambayo imekuwa na na weledi mzuri. Uh, matukio ya hovyohovyo yalikuwa ni machache sana lakini pia tunawashukuru wadhamini wetu. Ligi yetu hii ingekwenda uh, kwa tabu siku zote kwa sababu mnavyofahamu timu nyingi za championship ni, ni timu za, za mitaani. Kwa upande wa wadhamini wa ligi hizo na wachezaji wameeleza namna msimu wa ligi daraja la kwanza ulivyokuwa pamoja na ushindani mkubwa uliojitokeza, huku wadhamini wakiahidi kuendelea kuiboresha ligi kuu ambayo kwa sasa ni nambari nne kwa ubora barani Afrika. Imekuwa ni ni, ni, ni, ni, ni ni chanzo cha furaha kwa Tanzania, lakini tumeona manufaa makubwa ya ligi yetu ya, ya, ya Tanzania, kwa maana ya kwamba katika kucheza michezo hii basi ni mambo mengi yanafanyika ikiwepo ukuaji wa uchumi. Wameweza kufanya ligi yetu ya Championship, ukishuka uione ni ligi tu kama ligi kuu kwa hiyo kuna kitu kimeongezeka. Toka jijini Dar es Salaam, mimi ni Juma Muhammedi na hii ni Channel Ten Michezo.